Uchaguzi mdogo wa wadi ya Chwele Kabuchai unaopangwa kufanyika tarehe ishirini na saba Novemba mwaka huu umeibua wito kwa wanasiasa wa kaunti ya Bungoma kujiepusha na maneno ya uchochezi na badala yake kuhimiza utulivu, huku mashirika ya usalama yakisukuma kudhibiti joto la kisiasa linaloongezeka katika eneo hilo. Viongozi kutoka muungano wa Alternative Voice wameeleza wasiwasi wao kuhusu usalama kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi wakisema baadhi ya vurugu zinazoendelea zinachangiwa na matamshi ya kuchochea migawanyiko kutoka kwa wanasiasa wanaowania nafasi ya uwakilishi wadi iliyoachwa wazi kufuatia kifo cha James Mhongo when we speak against political violence we know for sure we are coming from a point of information that the people who will suffer the consequences are not normally the political players but rather the very innocent people who do not care about politics they are not interested about politics so we want to call upon especially the leaders who want to thrive on gunism

Utakuwa mfano mzuri tu kuona kiongozi mmoja ameshikwa, amewekwa pingu, kwa sababu akawa inside vijana waende kupigana. Nimeambiwa pia gun imeanza kuwa kitega uchumi, yani ni kazi. Lakini nataka kusema hii kitega uchumi pia serikali iangalie kwa makini, si nzuri. Mwananchi wa kawaida anava, anapopata nguvu zaidi na kuvunja sheria kiholela na anaachwa huwa inakuwa ni mbaya zaidi. Kenya inaweza tumbukia katika vita vichafu sana. Isiwe ni sehemu ya kazi, lakini iwe ni maeneo, pia inaweza lisha watu kiutaratibu, kwa kufuata hiyo na... wameitaka tume ya IEBC kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa njia ya amani, haki na uwazi, ikizingatiwa visa vya hivi karibuni vya kuvamiwa na kujeruhiwa kwa wakazi vinavyodaiwa kuhusishwa na mirengo ya kisiasa. Viongozi wale wenye umeenda huko, hao ndio sasa wanakosi, kwa sababu ana unatumia vijana wetu vibaya kushika mipini wakipiga watu wengine. Tunaomba hao viongozi wetu, tunajua kwamba saa hii mnatumika vibaya. Ujue sisi vijana kuna ile kuna, kuna yale ambayo tunaika kutoka kwenu, tunachangaza viongozi, mnatumia matamshi ambayo mnatumia nataka, so kuambia kuwa waje kurupika kwa amani na watu wafurahie enyewe, kura imepigwa. Hasa kwa spika huko, ni kwako na we ni spika na Madrid Kenya, nataka tuone heshima yako, nataka tuone vile unafanana, tujue uzuri wako, naujua ni ubaya wako ni gani? Kivumbi cha Kabuchai kinatarajiwa kuwa na ushindani mkali kati ya Vincent Maunda wa Ford Kenya na mgombea huru Eric Wekesa pamoja na wagombea wengine kutoka vyama mbalimbali. nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao